Tuendelee kuimarisha amani hapa nchini utulivu. Amani hapa nchini ni jambo la msingi. Maisha yetu uhai wetu unategemea uwepo wa amani na utulivu. Kuna kwa, kwa, kwa takribani ya watu zaidi milioni sitini na mbili kila siku kuna mtu ana ratiba tofauti tofauti, wengine wana ratiba muhimu ya kwenda hospitalini katika siku mojawapo, wengine wana ratiba muhimu ambayo iko nje ya, ya, ya, ya, ya uamuzi wa mtu mmoja mmoja, mama mjamzito anayehitaji kujifungua katika siku A yanapotokea mambo yanayohusu uvunjifu wa amani, kuna watu wengi wanapata mateso. Ni, niwaombe Watanzania, niwaombe vijana wenzangu wa Kitanzania, niwaombe Watanzania kwa makundi mbalimbali mbali, tuimarishe amani na utaratibu wetu wa kushughulikia mambo yanayohusu taifa letu. Nilifurahishwa sana na mgeni wetu wa kutokea Zimbabwe ameeleza jinsi ambavyo Tanzania imepiga hatua kwenye hizi, kwenye hizi jitihada za ujenzi wa miundombinu kuwa moja ya nchi kuwa moja ya nchi kuwa nchi ya kwanza yenye reli ndefu zaidi ya kisasa kiwango cha SGR Afrika, na miongoni mwa nchi tano duniani zikiwemo na nchi tajiri kuwa na reli ndefu na reli ya kisasa ya viwango vyote vya kidunia. Hili si jambo dogo, ni jambo kubwa, na ndio maana tuliposikia watu wanalenga kuathiri miundombinu wa aina hii moja kwa moja, tulisema hizi ni hujuma za kiuchumi. Sisi tunaweza tukaona hapa, wapo wanaoiona Tanzania pale eh, hey. Wanaona na rasilimali wanaona na miundombinu inayojengwa, wanaiona Tanzania pale juu. Huwezi kuongeza ndege kwenye nchi ambayo haina amani, huwezi ukajenga reli kwenye nchi ambayo haina amani, huwezi ukajenga bandari, huwezi ukaongeza magati ya bandari kwenye nchi isiyo na amani. Huwezi kujenga reli mpya kwenye nchi isiyo na amani. Wanajua na wanajua uwezo wa kujenga. Siku si nyingi, Tanzania hatutategemea bakuli. Tunaenda kuanza mradi wa LNG, tunaenda mradi wa makaa ya mawe kuanza, tunaenda mradi wa critical minerals, madini adhimu yasiyopatikana nchi zingine. Tanzania si nchi maskini, nchi tajiri, wanajua. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri katika kumalizia, nilisema nitumie jukwaa hili pia kuwakumbusha Watanzania wajibu huo, kuwakumbusha wajibu huo na kuwakumbusha kuwa Mungu ametupa nchi nzuri Tanzania, tuilinde Tanzania na rasilimali zake na miundombinu ambayo tumeijenga kwa kujinyima sana.